Mwanaume mpumbavu unashindwa kumnulia nguo hata moja. Zaiylissa amekaa kwake kwa muda gani? ais kasema pale, sasa si so, mwanamke kasema aa, mwanamke kama kasema ye yeah, atuonyeshe nguo aliomnulia kwa sababu mwanamke kaeka wazi, kataja nguo alizokuwa navaa na kweli kazitaja, mpaka kampuni nguo zilikuwa zinamvalisha kuwa alikuwa anapewa bure, kazi yake kuwatagi na kuwa mention, maanake wale wanafanya biashara. Yeye hajawahi kugaramia nguo hata moja, alafu alivyokuwa ngoja <laughs> akambia huyo huyo huyo huyo mzungu alivyokuwa mpumbavu anamshika anamshika hivi, anaingia kwenye hafla kubwa, kwenye harusi kama ya Hamisa, alimshika mkononi, kumbe nguo ajagaramia. Wewe ni mwanamume mjinga. Anayefanya kitu kama hicho ni kosa kisheria, ni kosa kisheria. Mwandishi kujitoka hadharani kumshika mwanamke wako na kujimwambafai, kumbe humgaramii wewe, ni kosa, ni kosa kisheria. Mwanaume kusimama nje ya hadhara ya watu kuanza kujinasibu na kusema kuwa wewe una, una unamsifu mwanamke wako, wakati mwanamke wako hujui hata underwear anaovaa ni bei gani. Ni kosa kisheria kusimama na mwanamke kumpeleka kuishi kwenye nyumba ambayo kodi ulipi wewe analipa mwanaume mwenzio. nikos nikosa kisheria, nikosa kisheria mwanamke kutoka, kutoka kutafuta endorsement za nguo ili aweze kujistiri kimavazi. Dini yetu inasema unamuoa mwanamke, wewe unatekeleze vitu vitatu kwa mwanamke: kumvisha, kumlisha na kumlaza sehemu salama na Zaiylissa akasema kwamba uliwahi kugaramia, nionyeshe hata era yako moja, nguo ulizonunua. Sasa wewe utamsikiza? Kama unataka nimsikize mwanamke ambaye alikuwa analala na mwanaume, unataka nisikize wewe. Unanifundisha nini wewe kwa huyu mwanaume? Ah, ngoja. Unanifundisha nini wewe, nisimwamini mwanamke ambaye mwanamke ambaye analala na mwanaume wa mnyama amenambia sijawahi e kununuliwa nguo. Nakaeka kila mtu kaona. Wewe, ngoja nimalize, ngoja nimalize. Wewe unasimama kwa jazba, unasema unaweke gani wewe? Mwanaume una, unasema kuwa yule ananunua nguo unanipa picha gani nijue kati yako wewe na mzungu nini, kina nini kinaendelea katikati? Unanifundisha nini ali nijue kitu gani? Wewe umekamilika kweli? Maanake unanishangaza kwa sababu mwanamke ambaye anavua nguo anasema sijawahi e kununuliwa nguo mzungu wewe, unasema hapana mzungu kanunua nguo. Unaona, inawezekana ukiwa huna hela, ukiwa maskini, unawezekana kutaki kujilazimisha kuoa. sawa sawa, mnasema katika pesa yupo, katika pesa ni vitendo. Pesa inaonekana kwa vitendo, yaani ukisema wewe upo vizuri kwenye pesa, tunaangalia vitendo vyako. Unaishi wapi? nyumba unaokaa unalipa kodi. Tafuteni zaidi sawa mbili kodi analipa mtu tena Mwarabu, unamchukua mke wako, unabeba familia, unabeba ndugu na jamaa, unawaweka pap, kodi analipa mwanaume mwezio. Mwanamke anataka kwenye nyumba hawezi kukaa, hakuna mwanamke anaweza kukubali kukaa kwenye nyumba. Hapana, tena ni kosa kisheria. Yani mwanaume unaoa eti kwa sababu mimi balozi wa Silent Ocean na Kilimanjaro sitakago, nimwambie salaha, nilipie kodi kwenye nyumba. Mwanamke wangu atanifikiriaje? Yaani mwanamke wangu atanifikiriaje mimi? Ataniuliza wewe mzima kweli? Atauliza wewe. Mm, nisikilize, mimi ni balozi wa kudumu wa Silent Ocean na kilimo cha Sakago. Siwezi kumwambia kansela sala na kwenda kupanga masaki mikocheni. Nilipie kodi. Mwanamke wangu, mwanamke mwenye akili atakuliza wewe mzima kweli? Wewe mzima na utajiri wako? Wewe mzima atauliza wewe mzima? Ni swali lo? Wewe ni mzima? Yaani mwanaume mwezio analipa kodi ambapo unalala na mimi wa mnyama. Alafu mwanaume mwezio analipa kodi. Kesho kesho kutwa, mtu akinipigia simu akiniambia njoo ofisini kwangu, niende nisiende? Sasa katika kitu kimenishangaza, ngoja kidogo. Mwenye nyumba nimemtafuta, kodi nalipwa na Mwarabu. Alipata wapi ujasiri wa kuchukua ndugu na jamaa kuwaleta nyumbani kwake wakati kodi alipi yeye? Unapata wapi mwanaume ujasiri huo? Jengeni, mtazidi kuaibika na ndoa zenu. Jengeni, jengeni, muishi kwenu, mtazidi kudhalilika na huu ni mwanzo. Lakini Mwijaku, Mwijaku, weaknesses zilikuwa zinaonekana ndani ya nyumba baada ya kukumbana, kukumbana, kwa mzai mzai mzai. Maimatha aliwahi kusema watu wote tukambeza. Maimatha aliwahi kusema baada ya harusi ya misa zai hajarudi nyumbani wiki nzima, watu tulimtukana Maimatha, tulimtukana Maimatha. Leo Zaylissa amesema mara ngapi nimeondoka nyumbani, nimekwenda kwa Dullah Makabila kupumzika. Hajataja ah, jina, lakini ah, misi nimejiongeza sawa <laughs> Yeza. Zaiylissa akasema mara ngapi mara ngapi nimeondoka nyumbani tena ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani, nimekwenda kwa Chris outfit katika siku alizoolewa kaka mwaka mmoja mwaka mmoja na siku 365 katika siku 365 za ndoa yake za Zaiylissa amelala mm, nyumbani kwake siku 65, siku nyingine zote alikuwa huyo, ndo anamvisha, yani alimpa huyo ni mtu anayemvisha nguo jamani. Kwani kwenda kwa Chris outfit kuna dhambi gani? Ni rafiki yake. Sasa anashangaa, mimi uongo mbaya. Kitu ambacho nataka uzungumzia wewe, tuende kwenye upande wa dini, tuje na kwenye masuala ya kidunia, kama kweli Haji Manara au hivyo hivyo Haji Manara au mume wake Zaiylissa alimtongoza yule mtoto ambaye anasema ana miaka kumi na kumi na saba, kumi na mi, na, ya, em, tuzungumze tu kwa kweli Mwijaku Manara, kumtongoza mwanamke kumtongoza, sio dhambi mm -hmm. Yani hata kumtongoza dada wa kazi, kumtongoza ndugu sio dhambi mm -hmm. Kwanza nikuambia yule ni mpwa Zaiylissa, angeweza kuoa mke wa pili. Kwenye kutongoza sio dhambi mm -hmm, una uwezo wa kuwahudumia Yaani, swala la kutongoza, hakuna mwanaume asiotongoza. asa, asa, D50K, sasa ni Konyashu, ni kama Zaiylissa, mko kwenye nyumba ambayo analipa mwanaume mzio kodi, unasemaje? <laughs> unaweza kumhudumia mwanamke? Yaani kutongoza sio elfu hamsini, sio hela kwa maisha, sasa hivi. Yaani unampaja mwanamke. Nisikilize. Manake mtoto ana miaka kumi na saba. Kama kweli kamtongoza, sijui kama kweli kamtongoza, sio dhambi Mingine, Mingine, pengine alikuwa ni mkubwa, pengine alikuwa anamtongoza amuoe awe mke wa pili. Swali langu linakuja, una uwezo huo wa kumtongoza, kumuoa, kumfanya mke wa pili kama mke wa kwanza uliokuwa naye, nyumba uliokaa unalipia kodi na mwarabu. Huyo mwingine naye nani atakulipia kodi? Yaani ninawaza mimi hapo. Lakini kutongoza sio dhambi. Wewe utongoza. Mimi mwenyewe hadi leo nilipo hapa natongoza. Mke wako naona hii. No, natafuta kuoa mke wa pili kwani kuna dhambi? <laughs> Mimi dini yangu inaruhusu na ongea kwenye swala la dini, shehe. Natafuta nioe mke wa pili. Unaambiaje niache kuamini ku, dini yangu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natafuta kuwa mke wa pili. Sio dhambi. Kwa naweza nikatongoza. Changamoto inakuja. Unaweza kumgaramia? Unaweza kumjengea nyumba? Unaweza kupanga nyumba kwa pesa yako? Unatuonyesha una endorsement hii. Una endorsement kumbe hamna kitu. Mbona unaonyesha Manara kwamba ana chochote mja kuna? Ana kitu gani? Anaambia ana kitu gani? Sasa na miliki midi yule. Media, media, we mwenyewe unamiliki media. Kerimastona anamiliki media. Nansa anamiliki media. Riki anamiliki media. Kodi Mbezi Beach ni milioni mbili na laki tatu kwa mwezi. Mimi na swali kwa pande zote mbili, kwa Zaiylissa lakini pia same time kwa Manara. Manara, kama sijakosea, ikawa ni ndoa yake ya tano au ya nne. Aa, lakini pia Zaiylissa hii ni ndoa yake ya tatu, si ndio? Kabla hapo aliolewa, then akaolewa na Dula Makabila, akaolewa na Manara. Wote kwa pande zote mbili, sehemu gani ambao wanafeli? Wana, wana, wana, wana wanaingia kwenye ndoa, ndoa zinavunjika ukiingia kwenye ndoa kwa mfumo wa kumkomesha mtu, huwezi kufanikiwa. Ingia kwenye ndoa kwa mapenzi ya dhati ya kutengeneza familia, lakini ukiingia kwenye ndoa ukiwa kwa mfumo nataka nimkomeshe mtu fulani, nimeolewa au nimeoa, ndoa haiwezi kuwa na mafanikio. Vijana wengi wanaingia kwenye ndoa kwenye show off. Yaani unaingia kwenye ndoa kwenye show off, leo nimeachana na huyu na kwenda kesho kuolewa. Ndoa sio masiara ndoa ni muunganiko wa watu wawili ambao mtaishi kwenye shida na raha. Manara ilikuwa show off kwa asilimia mia moja kwa sababu aliyeoa kuwa prove watu, hata siku yake ya harusi alisema hii ndo ndoa yangu ya mwisho, hapa nimefika Kigoma. huwezi kuongea hayo maneno kwa mwanaume mwenye akili, mbele za wanaume wenzio. Yani kwa mwanamke, mwanaume mwenye akili, huwezi kuongea maneno kama hayo Mzungu alikosea sehemu moja tu, kuanza kuwaaminisha watu kuwa hapa ndio Kigoma. Anayejua Kigoma yako ni Azza wa Jalla, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Sema tu, insha allah nitatamani hapa liwe mwisho wa ndoa yangu. Okay. Una uwezo ukamsaidia mwanamke, alafu baadaye mkigombana unaweza kumtukana kama vile maneno ambayo mbayo tulikuwa nayo kwenye comment. Mtoto wako nimemtoa shule za Kayumba mm. nimempeleka shule za private mm. Ulikuja hapo unavaa nini? Kipedo, kipedo yeah. and stuff. Ni mwanamme mpumbavu ambaye hakulelewa kwenye misingi ya dini, hakukuwa katika mikono ya Malkia mm. au mwanamke mwenye hadhi na busara ya Kiafrika mimi nikikuhudumia, nikihudumia familia yako, nikihudumia watu wako wa ahla albait, ni makosa kisheria kuja kutangaza baada ya mimi na wewe kugombana namna nilivyofanya. Maana yake hukufundwa, hukuenda jandoni. Wakati unamsaidia ulikuwa kwenye penzi zito M, ambapo unahisi ulikuwa na satisfy kwake, ndio maana ukafurahi ukasema nihudumie familia yake na umzunguruka, na ukafanya hivyo. Kwa hiyo kugombana kwake, unaanza kusema, unaanza kumsimanga kwa kile ulichokifanya, unakosea mwanaume. Tulienda jandoni. Mimi nimeonga gari kabla sijamuoa Alice na mwanamke amechukua vits yangu ya blue. <laughs> Lakini baada kuachana naye ni ni, ni wazi anaitwa Recho. Nilikuwa naigiza naye mahusiano, mahusiano ile. Alichukua vits yangu ya blue lakini niliachana naye nikaendelea kwenye maisha yangu ya ndoa na vitsi, sijawahi kusema, leo ndio kwa mara ya kwanza naisema. Na I'm sorry kusema ikisemi kama vile kujimwamba fai. Nasema kutoa mfano hai. Aliondoka ha, nayo kakunyang'anya ubili. Aliondoka nayo nikamwambia, kwa sababu nilikupa tukiwa kwenye penzi zito na tumeachana tukiwa kwenye penzi zito ikamwachia ya Recho. Sasa hapo hapo uh, tumemwona kwa mfano Dullah Makabila anaanza chokochoko zake za kuingia studio na kufanya nini. Unahisi Zaiylissa anaweza akarudi kwa Dullah? Ni kosa la la, la kiufundi Zaiylissa atalifanya akirudi kwa Dullah. Kwa sababu gani? Kwa sababu, sababu utakuwa umerudi kwenye mahusiano kwa kulipiza kisasi kule ulipotoka. Autulize moyo wake, atulie, apumzike amrejeshe Mungu na nafsi yake alafu ainuke usiku asali amwombe Mungu ampe mume mwenye mwenye maono na mwenye ustahimilivu wa maisha yake. Akisema akurupuke sasa hivi aende kwa Dullah Makabila, atakuwa anaenda kwa sababu ya nguvu ya fanbase, nguvu ya upepo ya kulipa kisasi. Na nikwambie dini zote mbili, wa Uislamu na Wakristo, inakemea roho ya kisasi. Hakuna aliyofanya roho ya kisasi akafanikiwa yoyote hmm. hata mzungu alifanya roho ya kisasi, ndio maana akaangukia pua. Kwa sababu ilikuwa ndoa ya kisasi kwa Rushaina kwao, ndoa yote ya kisasi huwezi kufanikiwa. Na niwaambie waje watu niwape darasa la ndoa, acheni upumbavu kukaa mnajimwambia. Njooni niwape darasa la ndoa, acheni mambo ya mtandaoni. Mimi ninachokifanya Instagram, na mke wangu ndio ninachoishi uhalisia, ndio no, maana huwezi kuona mke wangu mimi na yeye tumekosana hata siku, umeshaona sijui kanibloki au kaniunfollow. Ana akili tulimkaribisha Mungu kabla hajakutana na hii. Sio kwa uwezo wangu mimi, ni kwa sababu tulimuomba Mungu. Mimi niliomba Mungu nipate mke mwema na mke wangu aliomba Mungu apate mume mwema. Mungu akampa mimi na mimi Mungu kanipa yeye. Ndio maana umeona tuko sisi, hatugombani tunaishi, tunaishi kwa shida, tunaishi kuna kipindi hatuna. Kuna kipindi tunakopa, lakini jitihada na kutia nguvu mwenzia, unaishi. Waje watu niwape darasa la ndoa, ndoa imemshinda Mzungu, ndoa imemshinda. Um, amini ndoa imemshinda, sijui nani. Wow, wote ndoa zimewashinda, wameangukia pua. Waje ni wape siri ya kuwa maarufu kudumu kwenye ndoa ni ipi? Na bosi wako nani huyo? Ndoa imemshinda Alikiba mapema. Amina karudi zake Mombasa. Amonaizi alitaka kumuua Kajala, ndoa imemshinda. Namwambia Amonaizi, njoni kupe siri ya kuishi kwenye ndoa uweze kukua. Mimi jamani, mimi niswafiche, mnaweza mkaona Mwijaku anaongea, lakini najua maisha ya ndoa ni sahihi. Mwanamke au mwanaume, unapoingia kwenye ndoa unachukua ndugu zako na hisi hiyo, pia kwa sisi Waislamu, nisikilize, watu ahlal bait kukutembelea nyumbani kwako ni baraka watu wa ahlalbaiti watu wa nyumbani kwako uko wako kukutembelea kwako ni baraka, sio dhambi. Na ndio maana Mtume Muhamad sallallahu alayhi wasallam, wakati anatembelewa na masahaba, anatoka Maka anakwenda Madina, alipokelewa na ndugu na jamaa. Kuna wengine masahaba wengine waliwapokea, baadhi ya masahaba wanawapa wake zao, bwana umekuja, e eh, chukua mke wangu mmoja, kumbariki. Hey, ni, ni, ni sunna kumkarimu mgeni. Kwa hiyo kuja mtu kwako ni sunna ila Eh? asa mimi na mke mmoja wake wawili ndio ameweza kufanya hivyo mimi na nikipata mke wa pili naweza nikamwacha nikampa swahaba ambaye mtu ana hofu ya Mungu M Mwijaku, kwa nini unahisi X wa pande zote mbili wanasherekea Rushaina anasherekea Mahaji, na, Dullah Makabila naye anasherekea Kwa sababu wote wana roho za visasi na wote wana mapepo mabaya ndio maana hawawezi kufanikiwa kimahusiano yao wote ndio maana umeona Rushaina hawezi kufanikiwa kila siku anaibua ana roho ya chuki husda na uchawi Uliona juzi alivyomzungumzia Hamisa vibaya. Ukiona mtu unamzungumzia mzio ukaolewa maanake wewe una roho ya chuki, husda na uchawi. Huwezi kufanikiwa kwenye maisha yako. Ni nisikufiche, hawezi kufanikiwa mpaka amuombe radhi Hamisa. Mimi nakwambia niko duniani leo. Hawezi kufanikiwa duniani wala akhera. Hajaomba msamaha. Riziki inatolewa na Mwenyezi Mungu. Inatolewa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawachukia watu wenye husda, chuki na uchawi. Wewe unakaa kama na husda? Sauti yake tulisikia akimsema mume wa rafiki yake. Wewe ujaona sauti yake? Ujaona meseji zake, unataka nini tena Kum... ile ni ndio, ndio yeye kazungumzia vibaya, haijarishi e, mimi leo nizungumzie roja roja, anaupele kwenye mapaja, niseme mbele za watu, hiyo ni snimbaya ni, ni kweli ndio kama, kama sijunajkundmbaijimen na Uh, sio namwataki eh, Juksi eh, namkumbusha kijana mwenzetu, mwafrika mwenzetu. I'm so proud ah, of him, ah, him. Ah, anaingia kwenye ndoa African boy which is very good. Anaingia kwenye ndoa, ndoa inahitaji ustahimilivu. Namkumbusha ajue wajibu wa ndoa, harusi itapita. Amejipangaje kuishi kwenye ndoa? Ukifungua DM ya Juksi unakutana na wanawake elfu tatu mia tano wote wanamwomba wa mahusiano Je, yeah, amejipangaje ku reply hizo message baada ya kuingia kwenye ndoa? Tusisherekee leo Jux kavaa nguo hii, kesho kavaa nguo hii, kesho kutwa wanapanda ndege, watu wanakwenda Nigeria kufunga ndoa, tena private jet. Nimeambiwa ndege imekodishwa private jet kutoka hapa Masta atabeba kwenda Nigeria. Swali linakuja, baada ya hivyo vitu vyote umejiandaje kuishi kwenye ndoa? Usije ukaingia kwenye ndoa ya kakuta ya mzungu. Tumeona sasa hivi upepo wa Jux upo Nigeria. Je, hata ana mpango wa kutoa nyimbo za Kiingereza? Kama anatoa nyimbo za Kiingereza ataimba na nani? Mwanaweza kama mbea aende kumwandikia. Yes, safi. Kama mwanaweza amemwambia kumwandikia, aende akaandikiwe. Kwa sababu pepo wa Nigeria, Tanzania wanamjua Jux. Hawamjui msanii yote mwingine zaidi ya Jux. Mm -hmm. Jaiva wanamjua. Jaiva amfahamu. Jaiva alienda kwa, kama vile useme uje da hapa, uende Tabata kwenye baa za Tabata kwa ndamu, ndio afahamike Nigeria. <laughs> Ndio maana kabla mwambino anafahamika kwenye baa, yani Nigeria ukienda, uende Tabata. <laughs> ukienda kule ataona wewe, ukienda Tabata wewe mwenyewe unajulikana <laughs> kwa Sa, uh, samani na, naomba nikurudishe nyuma kidogo kwa Rushaina, kipindi hiki kwenye vuguvugu lake na Manara, unapenda kumwambia nini kama mtu ambaye tarrusha kwenye ndoa, labda pengine n, wame, undoa, a, a, a, a official? Pia unasema kwamba umetolewa talaka moja, sio talaka mbili, sina no, amrudie Mungu. Unajua ndoa ni ni baraka ndo inapangwa na Mungu. Kwa hiyo kwanza, swali la kambili usiku, suratul haja, amuombe Mungu matamanio yake, matamanio yake anataka nini, alafu amupe, amuombe Mungu ampe moyo wa subra na atoke mitandaoni kwa muda, kwa sababu sasa hivi kila mtu utaona mbaya, kila mtu utamuona mzuri. Kwao mkaribie Mungu, swali la kambili nuka shukuru Mbe Mungu, asante kwa riziki unipa, asante kwa riziki kuondoka, lakini Mungu, naomba unikutanishe na mtu wa ndoto yangu ambaye atanielekeza maisha mema ya kuishi. Mwanaume mgani mbaya unahisi ana nafasa zaidi sana? hofu ya Mungu tu. Yaani mwanaume ukiwa sio mvuta sigara, sio mnywapombe, alafu unakaa unasimama na kanzu mbaya unaifanya Muislamu kumbe ndani unavuta sigara unakunywa mapombe, hafai kwa zaidi sana. Zaidi sana nataka mwanaume ambaye ana hofu ya Mungu. Hakika hauna uchamungu wa mtu uendane moyo wake. Asante sana wande. Asante Mungu.